Hello. Mambo vipi? Wapenzi watazamaji wa fuatiliaji wa channel ya Mkwanja. Ni muda wa saa sita dakika 24 sasa hivi. Tutakwenda kupumzika. Lakini kuna game za basketball ambazo zitacheza usiku wa leo night. Yani, night kwa mkia leo kuna game za basketball zitacheza. Kwa hiyo ni vema, hata kama nitakapokuwa nimelala, sidhani kama naweza kuamka saa 8 kuanza kucheki game hizo. Nimeona niweze kuziachia game hizo muda huu. Mbongo Mkwanja Oddswin, naona kuna idadi kubwa sana ya watu wanaotazama video na wasubscribe. Kuna idadi kubwa sana ya watu wanaoskip video tu na naona na, na, na mara nyingi naachia madini, lakini watu wanaendelea kupotezea. Kuna wengine hawaamini kwamba mimi ndo Mkwanja Oddswin, lakini leo msilijali, very soon nitarudi kwanza kutoa video kama nilizokuwa nazitoa mwanzo. Sasa hivi kidogo kuna mambo nayashughulikia, lakini kuanzia Jumatatu nahisi tunaweza tukawa live nikawa napata muda wa kuweza kutoa video na kuziediti, lakini kwa sasa hivi tuvumiliane. Gemu kama hizi za night, unaamka usiku unaanza kupanga video. Sasa hivi nakuwa nachukua muda, lakini hapa nikiwa natoa hivi mtu anaweza akawa anaona na kuzi na kuzielewa gemu hizo. Kwa hiyo tuendelee kupambana, tuendelee kufight. Hapa nna na gemu tatu za usiku basketball, ya kwanza ina odds moja pointi tisa, yani moja pointi tisini. Ya pili ina odds 2.07 na ya pili ina kwanza mbili ya pili saba na ya tatu ina odds moja pointi tisa zero tisa. Na game zote nimeweza kustake, ya kwanza laki, ya pili 77726 na ya tatu ni laki. Hizi ni game za night za basketball, ina maana kuamkia asubuhi, basi tutakuwa tumeshapata majibu ya kile tulichokipanda tukianza na gemu ya kwanza. Gemu yetu ya kwanza kabisa ya night basketball ni gemu ipi? Gemu yetu ya kwanza ni Washington Wizards viso Orlando Magic. Ni gemu ya basketball NBA, inacheza saa 8 kamili am, ni ni na tarehe nne mwezi wa nne elfu mbili na ishirini na tano inacheza usiku saa 8 kamili, Washington viso Orlando Magic gemu hii ina odds moja pointi tisini tumeweza kustake laki, na gemu hii tumeweza kuomba katika tota tu haweze kupata katika one half Orlando Magic haweze kupata pointi stini, ina moja pointi tisini yn, yani, mechi Orlando Orlando Magic katika one half, unajua no, kuna one half, kuna one quarter. Sasa hii ni one half ikiwa ni ya kwanza na ya pili, na namaana ya quarter 1 na 2 zikijumlishwa quarter zikijumuishwa ndio inapatikana 1 half. Kwa hiyo katika 1 half tumempa Orlando Magic apate point sitini. Yani 59.5. Ya hiyo ni game ya kwanza na game ya pili ni ya basketball NBA ina odds mbili point zero saba na tumeweza kustake shilingi 77726. Game hii ni Fila, Philadelphia Philadelphia bs Milwaukee Milwaukee Bucks na gemu hii tunaweza kuomba over mia mbili ishirini na yani tisa yani mia mbili thelathini, include overtime zipatikane yani mia mbili thelathini mechi nzima pointi zipatikane mia mbili thelathini na gemu hii ina odds mbili point zero saba tunaweza kustake shilingi elfu sabini na saba na mia saba ishirini na sita gemu hii inacheza saa nane kamili usiku. Muda huu nadhani nitakuwa tumelala, sidhani kama nitaweza kuamka mapema. Hiyo ni game ya pili. Tukienda katika game ya tatu, game ya tatu ina odds 1.909 na ni game ya basketball NBA, ni game ya Los Angeles vs Golden State Warriors Warriors, na tips nimempa Los Angeles aweze kuwini katika one half yani Los Angeles waweza kuwini game hii. Game hii inacheza saa kumi na moja inaelekea alfajiri, hiyo saa kumi na moja alfajiri alfajiri, na game hii na old moja 1.909 tisa ziro tisa, natumeza kustake laki moja, ni game inacheza usiku, basketball NBA na tumeweza kumpa Los Angeles ili kuweza kuwin katika one half, na hizo ndio gemu za usiku. ya ni, basketi, ball ya ni basketball overnight, ya basketball overnight, ya usiku wa leo. Kikubwa tu, hakikisha una subscribe, hakikisha una share, hakikisha unakuwa on, yani unakuwa yan, unakuwa on, huwa active, ili tunazoweza kuachia games basi usiweze kupitwa. Hayo ndo mambo ya kuweza kuzingatia, share video zangu like, comment jiunge, katika WhatsApp channel linki iko katika channel ya YouTube ya Mkwanja old swini. Hapa kwenye description utaona linki ya WhatsApp. Ukibonyeza hiyo linki, itakupeleka moja kwa moja katika WhatsApp channel. Na kama itakuwa ni changamoto au una changamoto nyingine hapo WhatsApp, kuna namba yangu ya Mkwanja old swini ya WhatsApp, unaweza ya kunifuata, basi tukaweza kuchati au tukaangalia shida yako ni ipi na jinsi gani kuweza kutatua. Jiunge kwenye, kwenye, kwenye palipesa na, na iko katika channel hii. Angalia comment. Tukutane hapo baadaye panapo majaliwa.